Tukiwa bado tuko Mombasa, mtazamaji, familia ya mtoto wa umri wa miaka minne aliyedaiwa kupigwa risasi mguuni eneo la Changamwe na polisi wakati wa mauaji ya mfanyabiashara wa Mombasa Mohamed Shahid Bhutt, imetaka idara ya polisi kumlipa kijana huyo fidia. Mtoto huyo ambaye sasa amekatwa mguu anasimuliwa kupigwa risasi na polisi ambao wamekana madai hayo. Agnes Penda anaarifu zaidi. <coughs> Basi, baba, basi, baba. Katika umri mdogo wa miaka minne, ali huenda asifahamu kuwa maisha yake yote atasalia na ulemavu wa kuwa na mguu mmoja. Anachofahamu hapa na kinachodhihirika ni maumivu anayohisi. Amekuwa akilia kwa muda mrefu tangu waletwe katika hospitali ya Bomu juzi usiku. Buenu, lakini chamno zaidi ni fikra za aliyomfika usiku huo alipopigwa risasi eneo la Changamwe, akiwa na mjombake, risasi inayosemekana alipigwa kimakosa na maafisa wa polisi waliofika kabiliana na majambazi waliokuwa wamemshambulia mfanyi biashara marehemu Shahid Bhutt. Familia ya Ali imetaka polisi wamlipe kwa jeraha hilo. Wanadai kuwa ni maafisa wa polisi waliompiga risasi yeye na mjombake, licha ya mjombaki, polisi sasa kukana kuhusika, na mwenyewe mtoto astamka polisi anipiga bunduki na mwenzake pia yuwasema hivyo hivyo. Polisi anitupiga bunduki, anampiga Ali, damu za mwaika, anampiga na mjomba, na kushinikiza viongozi eneo la Mombasa kujitokeza na kutaka serikali kuwajibikia swala hilo we will definitely be, be raising these issues in parliament kwa sababu polisi wana claim ya kwa si wao lakini unashindwa mtoto mdogo ame amewekwa in custody for so many hours na nauliza maswali gani ikiwa they had not suspected them and uh, on what basis had they suspected them Kulingana na mjomba wake Ali, waliopiga risasi ni maafisa wa polisi waliowashuku kuwa washukiwa wa mauaji hayo. Huyo mtoto wa miaka minne pia alikuwa ni halifu? Na yeye aa, sasa washamdhulumu mjukuu wangu, sasa na mimi nataka nilipwe. Huyu mjukuu hali ni kama hii, ni mtoto wa miaka minne atakuwa na maisha gani namna hii? Familia pia inadai kuwa polisi waliotesa na kuwazuilia na majeraha ya risasi kwa muda kabla ya kuachilia wafika hospitalini. Kisa hiki kinavyosimuliwa kinazidi kuonyesha hali ya utovu wa usalama sasa mjini Mombasa na pwani ya Kenya kwa jumla. Agnes Penda KTN leo.